Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu, tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, aidha awe na smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram at invitepro underscore, au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877 Karibuni. Katika kuelekea kujenga taifa lenye uchumi imara na wananchi wenye uhuru wa kifedha UTT UTT Asset Management and Investor Services UTT AMIS imeendelea kutoa wito kwa Watanzania kuacha desturi ya kuhifadhi fedha bila tija na badala yake kuzielekeza kwenye uwekezaji wenye faida. Akizungumza katika maonyesho ya Mat Builders and Contractors Global Expo 2025 jijini Dodoma, afisa masoko wa UTT AMIS Paskazia Charles amesema ni muhimu kwa Watanzania kubadili mtazamo na kuanza kuiona fedha kama mbegu inaweza kukua na kuzalisha zaidi. Kwa jina anaitwa Pascazia Charles, ni afisa masoko kutoka UTT AMIS. UTT AMIS tunashiriki katika maonyesho ya Mat Builders and Contractors Global Expo 2025 hapa jijini Dodoma. Tuko hapa, tuko na wahandisi, tuko na wachimbaji wadogo wa madini, lakini pia tumeungana na wajasiliamali. Lengo la UTT AMIS ni kufikisha huduma ya uwekezaji kwa Watanzania wote. Kwa hiyo UTT AMIS ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha. Kazi kubwa tunayofanya ni kazi ya uwekezaji. Kwa hiyo UTT tunakusanya pesa kutoka kwa mtu mmoja mmoja, kwa maana ya mtu binafsi, vikundi, mataasisi, SACCOS na wengine wote wanaweza kuwekeza kupitia mifuko yetu ya uwekezaji. Mpaka sasa UTT AMIS imeweza kuwa na mifuko sita ya uwekezaji ambayo inaendeshwa chini yake, ambayo ni mfuko wa Umoja, mfuko wa wekeza maisha mfuko wa watoto mfuko wa kujikimu mfuko wa liquid au ukwasi lakini pia mfuko wa bond fund au hati fungani mifuko hii yote sita ni mifuko ambayo imejitegemea lakini pia ina malengo tofauti tofauti ikiwa ni malengo ya mwekezaji unataka kuwekeza kwa malengo gani hamasa kubwa ni kuweza kuhamasisha kwamba watanzania tutoke katika ile tabia ya kuweka tu pesa kama tulivyozoea kuweka pesa zetu ndani au kuweka sehemu ambazo hazi tupi tija ya ile pesa yetu bali tuanze kuwekeza ili ile pesa yetu iwe kama mbegu ili ianze kumea kidogo kidogo na hatimaye iweze kukua. Uwekezaji ni sehemu nzuri ya kuweza kujitengenezea kipato endelevu au tunasema kuweza kuwa huru kifedha, kwa maana ya kwamba ukianza kuwekeza leo, mbegu ile itaendelea kukua, na endapo utakuwa unawekeza kwa muda mrefu, basi inakuwa ina tija kubwa kwenye maendeleo yako ya kiuchumi. Lakini tuna mifuko pia ambayo ina kuwezesha kuweza kuweka pesa yako na ni rahisi kuweza kutoa. Kwa hiyo, tunatoa wito pia kwa wafanyabiashara na vikundi mbalimbali pamoja na makampuni kwamba wanaweza kufungua akaunti za uwekezaji kupitia UTT Amis, na kuanza kuwekeza na kutengeneza faida nzuri. Tunajivunia kwa kuwa na faida nzuri sana UTT Amis. Kwa miaka mitano mfululizo mifuko yetu imeweza kutengeneza faida ambayo si chini ya wastani wa asilimia 12 bali imeweza kukua zaidi ya hapo. Tunatoa wito pia kwa Watanzania wote especially pia vijana kuweza kuanza kuweka akiba kidogo kidogo. Tunasema kwamba ukianza safari hii kidogo ya uwekezaji, imaye kupelekea kuwa na uhuru wa kifedha, tunawakaribisha sana UTT AMIS, lakini pia tunatoa wito kwa ajili ya kufungua mifuko ya uwekezaji, ili tuanze safari ya uwekezaji mapema kabisa. Karibuni sana sana sana wa ukwasi a ukwasi, ukwasi. Ni e, na nataka niwaambieni wananchi, pamoja na sisi wote tulioko hapa ni vizuri kuwekeza katika, katika, katika kwanza kwa UTT, unaweka hela zako, hela zako zina faida kila siku yes, kila siku yani, ukifika saa kumi jioni umeshajua faida, ndio wanasema yes. Ni, ni, ni nyumba inayotembea, ni nyumba inayotembea hey, Hatusemi usijenge nyumba ya kupangisha, lakini ukijenga nyumba ya kupangisha, kama unataka kujenga nyumba ya kukaa ni muhimu kujenga, huwezi kukaa, hakuna UTT, hawana nyumba ya kukaa. Lakini kama unataka kuwekeza kwenye nyumba au kwenye mradi mwingine, na UTT ukumbuke, kwa sababu na uhakika kabisa kwamba eh, unaweza kupata kodi kila siku jioni eh, kila siku jioni unapata. Lakini najua kwamba ukitaka hela kidogo pale katika kile kiasi chako umeweka umeweka shilingi milioni moja au mbili na ukapata dharura ya shilingi laki tatu, tena kupitia kwenye simu, naamini kabisa kabisa, unazipata katika milioni tano, mpaka milioni tano kwa simu unazichukua mara moja. Shughuli yako ikiisha, unarudisha halafu, zinaenda kukutarishia. Kwa hiyo mimi ninawapongeza sana na ninawaomba sana, hivi hapa, nataka nitoke hapa nikaangalie leo nimepata shilingi ngapi katika yanangu niliyowekeza. <laughs> Kiasi, unapata hela yako ya kutosha kununua nyama. Sio hela nyingi nimeweka lakini, na uhakika utapata faida ya kununua nyama siku hiyo, unga siku hiyo na kadhalika na na na kadhalika. Kwa hiyo kupitia UTT na kwa hiyo ni wa hamasisheni wananchi e, isipokuwa tunajua e, UTT hamjajipambanua sana kwenye mikoa yetu kule. Ndio najua nyie CRDB ni wa ni wa uh, Kalawe ni custodian, lakini nafikiri pamoja na wanaweza wakawa wasijitangaze sana kama mnajitangaza hivi. Kwa hiyo ni vizuri mkafanye jitihada basi, siku zingine mkaja, watu wengi hawajui hili jambo, na mimi baada ya kujua kama miaka kadhaa iliyopita nafikiri kwa nini sikujua tangu miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo mimi naomba niwasemee hili aidha. Wananchi mbalimbali katika viunga vya Nyerere Square wameeleza kuwa Uwekezaji ni sehemu muhimu ya kujijenga kipato cha kudumu na kwa kuwa mtu anaanza kuwekeza leo na kuendelea kwa muda mrefu ni manufaa yake makubwa kiuchumi.